Hello wapendwa, natumai wote mu wazima kabisa wa afya njema. Karibuni tena kwenye chaneli yangu Aa, na leo tutakwenda kujifunza namna na ya kushona sketi hii ya mtoto, unaweza pia ukashona tawe mtu mzima na ikakupendeza tu. Aa, na vipande vyangu viwili vya vitambaa kama hivyo unavyoviona hapo. Aa, na lastiki hizo hapo mbili. Ehe, na huu urembo wangu hapo kama unavyoona tutaanza sasa kushughulika na hiki kipande cha kwanza ambacho ni kitambaa chekundu hicho hapo. Hapo utaacha nchi moja <gibu> baada ya hapo utakunja na kwenda kunyoosha, mi nimesha nyoosha tayari kama hivyo unavyoona <gibu> kitambaa hiki urefu wake ni inchi nane baada ya kukunja ile inchi moja, na maana ilikuwa ni inchi tisa. Kwa hiyo tulipokunja ikabaki inchi nane. Huu ni upana, tunapima sasa, ambapo upana wetu ni mita mbili na nusu na inchi tano hizo tulizopata hapo, lakini pia hiki kingine cha drafti tukakwenda kukipima pia. Huo ni upana, upana wake ni inchi arobaini na tano na nusu. Ehe, arobaini na tano na nusu, lakini urefu wake ni inchi sita na robo. hiyo ni beti. Beti urefu ni, upana wake ni sawasawa na hicho kitambaa kingine, au urefu wake ni sawa na kitambaa kingine, na upana wake ni inchi tatu na nusu itachukua hicho kitambaa cha drafti, takiweka hapo, hicho kitambaa chekundu kitakuja juu yake hapo. Hmm, utakiweka hivyo, ile sehemu iliyonyooshwa itakuwa kwa ndani. Ule upande ambapo umekunja uhakikishe ndio unakuwa kwa ndani. Utaanza kukunjia marinda kama hayo hivyo unavyoona mimi naweka, utakunja marinda hayo hivyo kuzunguka kitambaa chote mpaka kitambaa chote kiishe, utaweka marinda yako hayo. <coughs> nafikiri hapo unaona vizuri kashoni sasa Tayari nimeshashona. Umeona jinsi ambavyo nimeyapanga marinda yangu, hivyo ni rahisi tu kuyapanga, hayana kazi yoyote. Mm-hmm, baada ya hapo tutakwenda sasa kuweka belt, kwa sababu nguo yetu tunakuja kuiwekea lastiki. Tutaweka, utashona belt hivyo. Nimeshashona belt yangu tayari kama hivyo unavyoona. takwenda sasa kuweka lastiki hapo, utaweka nusu nchi maana, nitakwenda kuweka lastiki zote mbili. Kwa hiyo utaacha, utashona hapo katikati hivyo nusu nchi, nusu nchi nimesha shona tayari, ili kutenganisha lastiki zangu mm -hmm. Kwa hivyo hapo nitakwenda kuweka lastiki. Lastiki yangu urefu wake ni inchi 17. Mhm, nitakwenda kuweka lastiki na mm -hmm. Uh, ah, hello wapendwa, karibu ndani Denblessing Creations hapa. Ah, tutashona tutapendeza na tutacheka kwa pamoja. Ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri, vyote utavipata hapa aa, ah, karibu tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha. Ah, na kama ndo mara ya kwa kwanza kabisa kuingia kwenye chaneli yangu, tafadhali Subscribe, like, comment na share kwa wengine, ili tukue kwa pamoja. Anawapenda sana, angalia video hii mpaka mwisho, kwani kuna kitu kingine kizuri kabisa nitakuja niwafundishe siku ya leo. Na kama ulikuwa unakifahamu hicho kitu, basi ni vizuri pia, na kama ulikuwa hufahamu, basi leo utakwenda kufahamu vizuri na utaenjoy sana utakachokufundisha siku hii ya leo. Kuangalia video hii mpaka mwisho kabisa ni kufundisho hicho ninachotaka kukufundisha. Tayari nimeshaweka lastiki zangu zote mbili kama hivyo unavyoona nitakwenda kubana hapo, lakini pia nitabana na hapo, tashona hapo kuunga vipande vyetu hivyo. Tayari nimeshaunga sketi yetu ndio hiyo kama unavyoona imependeza hapa. Kinachofuata sasa tutakwenda kupima mzunguko wetu wote wa sketi. Tupime mzunguko wetu wote tuone ni inchi ngapi, ni mita ngapi tumepata. Hmm, mita mbili na nusu na inchi nne. Kwa hivyo na urembo pia nimekata na wenyewe, pia ni mita mbili na nusu na nchi nne. Nitakwenda kuunganisha hapo katikati kwanza, nitaunga hapo, na baada ya hapo nitauzungushia kwenye sketi yangu kwa kushona. Lakini kushona, utaweka hivyo utakuwa kwa juu. Tayari nimesha shona kama hivyo unavyoona, sketi imependeza kabisa. Ehe, na imani utakuwa umeifurahia tutorial hii, kwani ni rahisi sana. Karibuni tena siku nyingine, kwenye video nyingine. Asante kwa kuangalia. Basi hivyo ndivyo unavyopaswa kupima mkono wako, na ndio njia sahihi kabisa ya kupima mkono wako. Ina maana pale mtu anapokuwa ananyosha mkono mara nyingi huwa tunakuta tumekosea sana, wengi tunakosea, na mara nyingi ukipima mkono kwa njia hiyo, unakuta mtu akivaa nguo anakuambia mkono uniwekee mrefu, lakini mkono umekuwa mfupi. Kwa hiyo hivo nilivyokuonyesha ndo njia sahihi kabisa ya kupima mkono wako. Nenda kafanye hivo na utakuja kuniambia kwenye comment. Asanteni.